Naam, habari ambayo imetufikia leo ya kusikitisha ni kwamba kuna kijana mmoja amemtoa uhai msichana na sababu ya kumtoa uhai msichana huyo ni kwa sababu alikataliwa kumuoa. So, jeshi la polisi mkoani Ruvuma linamshikilia kijana anayefahamika kwa jina la Eric Turuka maarufu kama Kenneth mwenye umri wa miaka ishirini na tatu, ambaye ni muuza bucha la nyama ya nguruwe mkazi wa Namihoro, Songea vijijini baada ya kumuua msichana ambaye ni mfanyakazi wa ndani aitwaye Shukurani Ajiliwa maarufu kama Kindwangwise mwenye umri wa miaka kumi na tisa kwa kumchinja na kumtoboa toboa tumbo, chanzo kikiwa ni wivu wa kimapenzi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma SACP Marco Chilia amesema kuwa tukio hilo limetokea mnamo Mei kumi na tano mwaka huu 2025 katika kitongoji cha Namihoro kijiji cha Paramiho, eh, ambapo msichana huyo alikutwa amefariki kwa ku kwa kukabwa shingoni na kuchinjwa na kitu chenye ncha kali kisha kutobolewa tumbo. Kamanda Chilia amesema kwamba sababu ya kufanya mauaji hayo ni wivu wa kimapenzi baada ya kijana huyo Eriki kukataliwa kumwoa Shukurani na wazazi wa msichana huyo kisha ae, waka wakamkubalia mtu mwingine amuoe, hivyo basi e, kumpandisha hasira Eriki na kuamua amuue msichana ili wakose wote. Jeshi la polisi mkoani humo Ruvuma linatoa wito kwa vijana wote kupunguza wivu, hasira, pamoja na kujichukulia sheria mkononi pindi wanapokataliwa au kuachana na wenza wao, badala yake wawe na subira, ili waweze kupata wa wenza wengine waliopangiwa na Mungu, pamoja na kuepuka kujiingiza wao wenyewe hatarini. So hivyo ndivyo mambo yalivyo kiukweli. Hii ni moja kati ya habari ambazo zimewasikitisha watu wengi sana, kwamba huyu binti